Akizungumza kwenye kampeni hizo, Waziri wa Maji na mgombea ubunge wa jimbo la Pangani Jumaa Aweso akaelezea mikakati yake ambayo atakwenda kuifanya endapo wananchi wa eneo hilo watampariza ya kuwa mbunge wao. Yajayo yanafurahisha. Kazi ya kwanza ambayo nitakwenda kuifanya na kaka yangu Adamu, kwenda kumalizia hii barabara ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo, nini maana yake? Leo mama wa Mkaramo anauza wali kilo moja hauishi, anasema amelogwa. Nataka nikwambie haujalogwa, wateja ni wachache tu. Kumkamilika barabara hii ya Tanga Pangani, Sadani Bagamoyo, nini maana yake? Mabasi yanayotoka Mombasa, mabasi yanayotoka Tanga, mabasi yanatoka Manyara, Arusha, Kilimanjaro badala ya kupita mkata yatapitia hapa mtaalamu. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla akaeleza ni vitu gani ambavyo Chama Cha Mapinduzi kimefanya ndani ya miaka mitano na kitu gani wanakwenda kufanya. Ahadi ya Chama Cha mapinduzi mm -hmm, ni kuhakikisha tutaendelea kusomesha watoto wetu kwa ada ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahadi ya Chama Cha mapinduzi kwa nishati ya umeme tutahakikisha vitongoji vyote ambavyo havijafikiwa nishati ya umeme. Ndani ya ilani hii mpya, tutapeleka umeme kwenye vitongoji vyote ndani ya mkoa wa Tanga. Ilani ya chama cha mapinduzi inaahidi kwamba mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ukielekea mwaka elfu mbili thelathini huduma ya maji itaendelea kuboreka maeneo yote ndani ya vijiji vyetu na vitongoji vyetu. Naye diwani wa eneo hilo akasema ipo mipango ya kuhakikisha wanatengeneza barabara za maeneo yake pamoja na miundombinu ya maji ambayo ndio kero kubwa sasa hivi. Katika miradi yetu ya barabara ya Tarura, maana barabara zetu za ndani katika kata yetu ya Mkaramo, mheshimiwa wa mwenyekiti, barabara zote zimechongwa na zote zimetiwa kifusi, na wananchi wanaendelea kupata huduma. Katika ilani yetu ya Chama Cha Mapinduzi imeonyesha ya wilaya yetu ya barabara. Niwaambieni ndugu zangu wananchi wa Mkaramo, daraja la Muhukuru nalo linaenda kujengwa. Kutoka wilayani Pangani mkoani Tanga, Rajabu Athmani, ZBC.